Alhamdu lillahi Rabbil Alamin. Tunamsifu Allah subhanahu wa taala, tunamuomba msaada wake, tunamuomba msamaha wake na tunajilinda kwake kutokana na shari za nafsi zetu na matendo yetu mabaya. Yeyote anayeongozwa na Allah hakuna wa kumpoteza na anayepotezwa hakuna wa kumwongoza. Leo tutazungumzia mada nyeti sana, vizuizi vinavyotuzuia kuongoka, vitu vinavyosimama kati yetu na toba ya kweli, mambo yanayotufanya tuone haki lakini tushindwe kuifuata. Na ukweli ni huu: watu wengi hawapotei kwa sababu hawajui haki, bali hupotea kwa sababu kuna kitu ndani yao kinawazuia kuikubali haki. Moja ya vizuizi vikubwa kabisa vya kuongoka ni mapenzi ya dunia. Mtu anajua sala ni wajibu, lakini kazi inamshika Anajua haramu lakini biashara inaleta pesa. Dunia inamfanya mtu ahisi kama ataishi milele. Anasema nitaongoka baadaye. Lakini baadaye haijawahi kuandikwa kwenye kalenda ya maisha. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alisema: Penda dunia kiasi cha mahitaji yako na penda akhera kiasi cha kudumu kwako. Lakini wengi wetu tumependa dunia kama ni ya kudumu, na akhera tumeichukulia kama ni ya mbali. Hili linakuwa kizuizi kikubwa sana cha toba. Watu wengi hawakatai Uislamu, lakini wanaishi kwa mazoea. Wanasema nilizoea hivi, hivi ndivyo nilivyokulia, familia yetu huwa tunafanya hivi. Mazoea yanakuwa mungu asiyeonekana, yanamfunga mtu hata akiona ukweli. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anatukumbusha na wanaposema tumewakuta baba zetu katika haya. Kuongoka kunahitaji ujasiri wa kuvunja mazoea mabaya, hata kama wengi wanayafanya. Rafiki ana mchango mkubwa sana katika uongofu au upotovu wa mtu. Marafiki wabaya wanadhihaki dini, wanapuuza sala wanapamba maasi, wanakufanya uone dhambi kama kitu cha kawaida. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alisema, mtu yuko juu ya dini ya rafiki yake. Siku ya Kiama mtu atasema, laiti nisingemchukua fulani kuwa rafiki, lakini hapa duniani bado tuna nafasi ya kuchagua nani awe karibu nasi. Hiki ni kizuizi hatari sana. Mtu anasema Allah ni mwingi wa rehma. Ni kweli, lakini pia Allah ni mkali wa kuadhibu. Kujifariji bila toba ni hadaa ya sheitani. Allah anasema msidanganywe na rehma ya Allah. Rehma ya Allah ipo kwa anayenyenyekea, anayejuta, anayejirudi, sio kwa anayejivunia dhambi na kuchezea amri za Allah. Baadhi ya watu hawafanyi toba kwa sababu wanajiona tayari ni wema. Anasema simuibii mtu, sifanyi uchawi, sijawahi kuua. Lakini anasahau sala hazisimami, haki za watu zinapotezwa, dhambi ndogo zinakusanywa kila siku. Kiburi kinamzuia mtu kuomba msamaha, na Allah hapendi kiburi hata kidogo. Hiki ni kizuizi kinachowazuia wengi sana kuongoka. Anaogopa watu, watasemaje? Marafiki watacheka, jamaa watamkejeli. Lakini hakumbuki kaburini, ataingia peke yake. Malaika hawatajali maoni ya watu, hesabu ni ya mtu mmoja mmoja. Kuogopa watu kuliko kumwogopa Allah ni hasara kubwa. Hiki ndicho kizuizi cha mwisho na hatari zaidi. Shetani humwambia mtu, subiri kwanza, bado kijana utakapozeeka. Lakini kifo hakiulizi umri, kifo hakiulizi mipango. Wangapi walipanga kuongoka kesho, lakini leo wakaitwa mbele ya Allah? Kuongoka si kwamba hujui haki, bali ni kuvunja vizuizi vinavyokuzuia kuifuata haki. Leo ukiwa bado una pumzi, mlango wa toba uko wazi. Usisubiri hadi moyo ugande.